Kauli hiyo imetolewa na Katibu wa Halmashauri Kuu ya Taifa Neki, itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Taifa. Kenan Kihongosi wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma huku akisema chama kinaonya vikali dhidi ya kauli na mienendo inayopotosha ukweli, kuchafua historia ya taifa na kuhujumu amani kwa maslahi binafsi, kikisisitiza kuwa hakitaruhusu siasa za jazba, chuki na migawanyiko. Hivyo wajibu wetu kama chama baada ya uchaguzi kumalizika, baada ya kuinadi ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 2030 na tuna wajibu sasa wa kwenda kuangalia yale yaliyoahidiwa yanafanyika yale yaliyoahidiwa kwa watanzania yanatekelezeka. Lakini tunakumbuka Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan aliweza kuwa na siku mia moja. Alisema kuna mambo atakwenda kuyafanya ndani ya siku mia moja katika uongozi baada ya kula kiapo, hivyo kuna baadhi ya mambo kadhaa tutakwenda kuyagusia katika hizo siku mia moja, lakini jambo kubwa ambalo napenda kusema kweli kwamba baada ya mheshimiwa Rais kuapa na kuunda baraza la mawaziri, maana yake serikali ilishaundwa, na baada ya waziri mkuu kuweza kupatikana, na viongozi hao wameshaanza kutenda kazi au kufanya kazi, ni maji yetu sisi, tusikubali mtu akaharibia taifa letu. Aidha amesema moja ya mambo ambayo yameanza kutekelezeka ni pamoja na ajira za walimu, ajira za afya na elimu, pamoja na mchakato wa bima ya afya kwa wote ambayo itazinduliwa na Rais Samia Suluhu Hassan hivi karibuni. Lakini la pili, aliahidi kutoa ajira za afya na elimu, limeshafanyika. Madaktari wameajiriwa, watu wa afya wameajiriwa, walimu wameajiriwa, zaidi ya ajira kumi na mbili elfu imetolewa na nyingine naona zimetangazwa jana kama sio juzi, zikaribia ajira mia tano ambazo zinafanywa kazi. Lakini jambo lingine kuhusiana na bima ya afya, huu mchakato umefanyika mikoa yote na tumeona wakuu wa mikoa wakizindua baadhi ya maeneo wakitoa maelezo, lakini Mheshimiwa Rais atakuja kulizindua mwenyewe rasmi, na hili limeshakamilika linasubiria tu tarehe itakayopangwa kwa ajili ya kufanya uzinduzi wake. Chama hicho tayari kimeanza ziara mkoa wa Singida ambapo kitatumia fursa hiyo kusikiliza kero na changamoto za wananchi mpaka ngazi ya shina.